Huyu bwana ni ex wa Nandy, bwana, sikutegemea kabisa. Akula karoka kakuponda kidogo, sijategemea kabisa. Huyu naye mzee, upate wivu kweli kuona ex wako ana ana, ana, ana, ana mauaji haya ana, mambo makubwa haya. Mwana yategemea kabisa. Lakini eh, <laughs> eh, mimi nampongeza. Yaani ni ni, ni, ni, ni msichana mwenye akili. Yeah. Ni msichana mwenye mwenye mwenye uwezo na, na pia unamwona amefika sehemu ambapo alikuwa anasema mara nyingi. Umeona mm. Alikuwa anaongea mara nyingi kwa bwana, hichi ni kitu ambacho nilikuwa nakiangalia sana. Na pia alipita kwenye sehemu ambazo alikuwa anaona bwana, kuna ugumu hapa na pale. Kwa hivyo mimi na celebrate actually. Yaani yeye, na celebrate. Bilinenga uh, mwenyewe pia anamcelebrate yeah. Yeah, kabisa so uh, actually mimi Nandy nimefahamu mm, kupitia -hmm. wewe yeah, yeah, uh, ile, ile kum, kuja kuongea naye yes, kwa sababu nimuona kwenye ile shindano la uh, Techno on the stage akiwa uh, na kina Zuchu kule uh, na wengine Yeah, lakini yeah. Ile interview ya kwanza mimi kufanya naye mm. Bongo 5, wewe ulimleta siku hiyo na pamoja pamoja, sio sio wewe tu yeah. hata mm. hata hata Clouds mimi ndo nilimpeleka, yeah. Umeona na, na Times FM mimi ndo nilimpeleka, hata kwa Ruge mwenyewe mimi ndo nilimpeleka eh, ah. e, yani mimi ndo nilimpeleka yani Ruge amjui, ajui kwa kuna mtu ana namna hiyo, ajui, mimi ndo nilienda mwanzoni nikaambia mkuu, bwana, kuna msichana na hichi na hichi na hichi na hichi na nini na nini, anaweza kufanya hivi na hivi, na mimi namuona na ana kitu hicho. Nikampelekea pale CD akamuona, akasikiliza, sabana mlete, akaja akamuona. mm -hmm, na baadaye aka ampeleka um, akaingia THT na kila kitu ah. Eh, kwa hivyo hata kuojua mara ma, ma, nyingi na hata <coughs> kipindi cha diva mwenyewe yuko pale, mimi nilikuwa naweza nikaenda Nandy, akao yupo kwenye gari chini, ame, ame chill tu, ametulia, mimi ndo naojua juu Ah, okay. Hata kwa dahu na wengineo, lakini ni msichana ambaye alikuwa ana focus, anaenda na wakati huo wewe uko na ya, lakweni, hela kumzidi. Sasa hivi unakiri kwamba na hela kukuzidi yeah, Like lakini, <laughs> yeah. Unajua uzuri ni kwamba katika haya yeah, maisha hata kama mtu ana hela kukuzidi, lakini mm, as long as wewe pia mambo yako yanakwenda, una gari mm, zuri umelipaki pale nje mm, kingine una mke mzuri tena mm, pia yeah, yeah, nona yeah.